Ahalasalam marhaban bikum aa, mshahiduna al-kiram. Naitwa hukutokea, hitaji lako ndo kipaumbele chetu. Leo nipo na bonge moja la jumba ambalo lina vyumba vinne, lakini miongoni mwa chumba kimoja hicho hapa ndani kina kila kitu, kumbi cho cha public pamoja na chumba ambacho kinajitegemea kabisa kama jinsi unavyoliona hilo chumba. So tupo maeneo ya daraja la sheni hapa, uh, njia ya kuendea mwera, mwera mahakamani wanaita kwa Samia ndo tupo tunajenga nyumba hii. Nyumba hii tunatarajia uh, kwa muda wa siku kumi na tano iwe tayari tumekabidhi. Ipo juu mwenyewe, endelee na swala zima la uweke e, kuwezeka kwa swala zima la kuwezeka, usulize nani Mi naitwa Husni Swefi kutokea Swefu Suk. ukihitaji okay, usimamizi bora na nyumba safi kabisa, ujenzi mzuri mutanakash, basi usikose kunitafuta kupitia namba 0714249514. Mimi sina la zaidi, nikutakia siku njema. Hitaji lako ndo kipaumbele chetu.